Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa nashia neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali. Sasa sana Bwana na kunijalia, kwanza nataka nikutakie Pasaka njema na ni maombi yangu ya kwamba Bwana Yesu apate kufufuka na sisi. Kama bado hujampokea Bwana Yesu, huu ndio wakati mzuri sana na leo ndio hiyo siku ambayo imekubalika. Bwana amekupa uzima, Mkubali Bwana Yesu aingie kwako abadilishe maisha yako. Leo naendelea na series hii ya watu wawili wawili. Naweza nikaongea kidogo zaidi ya dakika tatu, naomba uniruhusu, naomba uangalie mpaka mwisho. Ni ujumbe mzuri wa Pasaka unaweza kutufanya sisi tuweze kutafakari. Tunajua Bwana Yesu alikufa pale msalabani kwa ajili ya upendo ambao alikuwa nao kwa ajili yetu sisi sote, ndio maana neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu mwenyewe anasema kwamba ni mimi nimewapenda hawa rafiki nanii, yani mimi nimewapenda mpaka nimeutoa uhai wangu kwa ajili yenu. Yohana anaandika katika kitabu cha waraka wa Yohana wa, anasema what manner of love is this, What manner of love? Sasa, na Petro na Yohana wote walikuwa wanafunzi wa Yesu walikuwa kwenye ina seko ya Bwana Yesu ni wale wanafunzi watatu ambao walienda na Bwana Yesu kule mlimani mpaka wakasema, Bwana Yesu tujenge vibanda. Kwa hiyo walimjua Yesu kwa namna ambayo hata wale wanafunzi wengine tisa hawakumjua, na wote walimpenda Yesu, lakini tofauti yao ni moja: Yohana alijua Yesu anampenda Kiukweli kabisa huwa panatokeaga utofauti sana, ukijua mtu anakupenda. Mimi binafsi, kuna wakati, kuna mahali nilikuwa napita, nikafika mahali, I was questioning the love of God for my life. Nikasema hivi, Mungu kweli ananipenda? Mungu kweli unajali? Umeona? Lakini sidhani kama tunatakiwa tufike hapo ambapo tuna question love of God tunatakiwa tukilifahamu pendo la Mungu. Ndio maana Paulo anaomba katika kitabu cha Waefeso tatu, anasema ninaomba, yani alikuwa mpaka anapiga magoti, anasema napiga magoti, naomba kwamba Mungu apate kuwafunulia, mweze kujua upana, kina, urefu, ukwenda juu kwa ili pendo lake lililokubwa. Maana ukilijua you will rest, it doesn't matter what you will go through you will rest kwenye pendo la Mungu. Kwa hiyo hawa watu wawili wananifurahisha sana, kwa sababu katika eh, ile chakula cha mwisho last supper, Yohana eh, yeye alikuwa amemlalia Bwana Yesu kifuani, kwa sababu anajua anapendwa. Yaani, yeye anajua hapa, mimi ndio nani. Bwana Yesu akaongea statement ya kusema kwamba mmoja wenu atanisaliti. Petro, anawambia embu muulize, muulize, muulize. Kwa sababu anajua huyu ndio anapendwa Umeona, lakini baadaye eh, kitu ambacho tunakuja kukiona Bwana Yesu alipofufuka, walipopata habari kwamba Bwana Yesu eh, wale wanawake wameenda kula wameukosa mwili wote, walimpata habari kwa pamoja. Lakini pale walipotoka kukimbia kwenda kaburini hi hey, Yohana alichomoka, Petro anafika anamkuta mwenzake alishafika. Umeona, unapompenda mtu kwa kweli, panakuwa na bidii fulani na uko tayari, tayari. I don't know what they were doing lakini uko tayari kuviacha vyote, yule sijui alikuwa amevaa, sijui ajavaa, lakini <laughs> walikimbia mbio kwenda kule kaburini kwenda ku, kuangalia ni mambo gani yamempata bwana wangu mahali pengine ambapo tunaona rivalry yao ni wakati Bwana Yesu amefanya muujiza mwingine tena, wakati Petro na Yohana walirudi tena kuvua. Bwana Yesu akaja kuwatoa kwenye kuvua, akawa anamuuliza Petro, Petro, unanipenda kama unanipenda, vua nani, chunga samaki wangu eh, sorry chunga kondo wangu. Unajua kwa nini Bwana Yesu alimuuliza Petro hivi? Kwa sababu kama kweli Petro, unanipenda utanipenda kuliko ku kuvua samaki utaenda kuchunga samaki. Kwa hiyo ina maana nionyeshe unanipenda kwa kuacha vyote na kunifuata mimi au kufanya my will. Anyway, baadaye Bwana Yesu akamwelezea Petro jinsi ambavyo atakufa kifo kibaya. Petro anauliza je, huyu <laughs> Bwana Yesu akamwambia inakuhusu nini? I'm talking to you kwa hiyo Um, point ambayo nataka tujifunze, mara nyingine tunakuwa distracted na tuna tuna concentrate on what other people relationship with God is. Tunataka tu concentrate on our relationship, tusiwe kama Petro, concentrate on your own lane. Mungu ana pendo kubwa sana ambalo kila mmoja ana portion yake na portion yake inakutosha how to..., yani kwako wewe, that is what inakufaa na inakutosha. Kwa hiyo wapendwa, ni nataka tuna sisi tujitafakari, tujiulize, je, tuko kama Petro au tuko kama Yohana? Mimi kama nilivyosema, Yohana alijua anapendwa na Yesu. Petro alimpenda Yesu, lakini when the tough became tougher akaamua kuacha kile ambacho alikuwa anakifanya akaenda kufanya kile alichozoea kukifanya na hicho kikamfanya Bwana Yesu a question pendo la Petro kwa Yesu. Kwa hiyo twende, naomba wote, kwa ajili hii ni Easter, twende tukatafakari pendo la Mungu kwetu. Je, kwanza tunalifahamu? Pili, tuko tayari kuacha nyavu, kuchunga kondoo? Mungu awabariki, tukutane tena wakati mwingine. Kama bado huja subscribe. Subscribe, share, like and comment. Tukutane tena wakati mwingine kwa neema ya Mungu. Amen.